Irani inajiandaa kutekeleza adhabu ya kifo kwa mshiriki wa maandamano aliyekamatwa, huku serikali ikikiri kuwa maelfu ya watu wamefariki katika maandamano hayo makubwa yaliyoendelea kupinga utawala wa Irani. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa na mashirika ya haki za binadamu yakionya kuwa utekelezaji huo unaweza kuwa wa kwanza unaohusishwa moja kwa moja na wimbi la sasa la maandamano ya wananchi. Mshiriki huyo wa maandamano, kijana mwenye umri wa miaka takriban 26, alikamatwa wakati wa maandamano na anashtakiwa kwa kosa la kufanya vita dhidi ya Mungu, kosa linalobeba adhabu ya kifo chini ya sheria za Irani. Mashirika ya haki za binadamu yanasema mtumio huyo hajapata uwakilishi wa kisheria wa haki na kesi yake imeendeshwa kwa haraka bila uwazi, jambo linaloongeza hofu kuwa adhabu hiyo inalenga kuwatisha waandamanaji wengine. Wakati huo afisa mmoja wa Irani amenukuliwa akikiri kuwa takribani watu 2000 wamepoteza maisha tangu maandamano hayo yaanze, idadi ambayo ni kubwa zaidi kulinganisha na makadirio ya awali. Serikali inadai kuwa vifo hivyo vinahusisha raia na maafisa wa usalama, huku ikilaumu magaidi na ushawishi wa nje kwa ghasia hizo. Hata hivyo mashirika huru ya haki za binadamu yanasema idadi halisi ya waandamanaji waliouawa huenda ikawa kubwa zaidi kutokana na ukataji wa mtandao na vizuizi vya taarifa. Kauli hiyo imekabiliwa na lawama kutoka Ulaya, ambapo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema utawala wa Irani uko katika siku za mwisho na wiki zijazo. Merz alisisitiza kuwa Irani inayotegemea ukandamizaji wa kikatili haiwezi kudumisha uhalali wake kwa muda mrefu, akitoa wito wa kusitishwa kwa matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji wa amani. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kupewa taarifa kuhusu chaguzi mbalimbali mbali za kijeshi na kisiasa dhidi ya Irani ikiwa ukandamizaji utaendelea. Vyanzo vya Marekani vinasema chaguzi hizo ni pamoja na mashambulizi ya kimtandao, hatua kali zaidi za kiuchumi na uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi yaliyolengwa, ingawa diplomasia bado inaelezwa kuwa chaguo linalopendelewa kwa ujumla. Irani inaendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa la ndani la nje, huku jamii ya kimataifa ikionywa juu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na hatari ya mgogoro mpana wa kikanda ikiendelea kuongezeka.